Hakuna kitu kama kuaminika na uoga, hakuna usisikie. man asbaha Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man asbaha eh, muafan fi badanihi eh, aminan fi sirbihi. Ona ngalia hadithi indahu qutu yaumi bas, mwenye kuamka asubuhi muafan fi badanihi, hana magonjwa una kumiza madawa yaki. Kuna watu wakiinuka huliza chai tu chai tayari. <laughs> kuna wengine mwanzo nitee dawa yaki. Shukuru wewe maadamu, wewe wainuka, huna tembe hata ya rangi nyeupe unwayo. Wallahi, kuna watu huna tembe za rangi zote zilizokuwa ulimwenguni

upande wa kulia kuambia chakula, ukikiangalia utakisikitikia, lakini ukikiekea kwa huku utakikujua, uenda nacho baba mpaka ukizunguka namneni, ona mbona sishiki tena kitu, kumbe umekifuta eh, eh, kuna watu wazima alhamdulillah. Sasa Mtume sasa ana muafan fi badanihi, mwili wake hauna matatizo. Aminan fi sarbihi, sehemu anaotembea ameaminika. Kuna kitu katika buis, uh, dini, vitu aina mbili tofauti, salama na al-amni. Salama ni wewe mwili wako hauna chochote, amni ni kuwa wewe huna hofu aminan. Wewe mketizie wana sisi tuketizie tafiki tuko Falastini, mageti kila mahala, yani wewe usiku lao gari kakuharibikia ndiani ndani ya tauni waogopa zipanga kweli urongo utoke wenda zako nrau, we bamburi mekona kona kisauni pale gari panja pande

Mbuzi na kwato zake, yaani amepewa kila kitu ha, eh, kila kitu, amepata kila kitu. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam aelezea. Ah, ah, ah, neema ni wewe eh, uwe sehemu na uishi weishi na peace of mind. Juzi mi nilikuwa Dar es Salaam, nimeenda kumtembelea mtu e, hey, subhanallah, nikanena jamanini, si kila maisha yafaa kutamaniwa? Mwona huyu wamlinda, anabunduki kiunoni, anabunduki guuni Hey, za zanini wewe sasa mwanadamu wewe utembee na mizigo namna hiyo? Yaani, bunduki kiunoni, bunduki mguuni. Yaani shida hizo zote za nini? Kujiwekea maadui? Alhamdulillah, mimi nitoka sina. Alhamdulillah natoka na dua tu Allahumma inni audhu bika min adhilla au udhalla au azilla au azalla au adlima udlama alayya waujahala ajahala alayya. Qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Basi nataka kunipata, sina hofu hata mtukkini. Kuna watu wakiitwa sasa, ndio bala hofu. Hakuna kitu kama kuishi na wewe huna hofu. Kuna watu wamezoea kula mahindi lakini hucha <multi> <Yeah. gülüyor> Alhamdulillah, weishi yani wewe huna hofu tumalizie. Kwa nini Mtume sal llah ale wasalam alifurahia hii sulhu Hudaybiyah? kwa sababu kulikuwa hakuna free ya kuweza na yani kuwaonesha wenzenu Uislamu ni nini? Wajua, huwezi mtu mtu, mtu, mtu huwezi kumjua mpaka huwe na ihtikaki na yeye Unapoishi na yeye ndio utaweza kumjua kwamba huyu ni vipi, akasirika haraka, akasiriki haraka, ni mkweli, ni mrongo. Sasa wale wasokuwa Waislamu walikuwa wanaboda baina wao na Waislamu, hakuna kutangamana. Waislamu waishi Kiuislamu, Uislamu wa na wasokuwa Waislamu waishi kivyao vyao, hawapati kuujua ule Uislamu wa Waislamu, ni watu aina. Lakini sasa kumekuwa hakuna tena vita. Wewe waweza kuingia kwa wasokoa Waislamu ukatembea, waweza kukaa maskani wasokoa Waislamu ukazungumza nao, waweza yaani, waweza kufanya jambo lolote eh baba, miaka miwili miaka miwili tu walisilimu watu, kuanzia Mtume atumilizwe mpaka mwaka wa sita huno. Mtume alikaa maka miaka kumi na tatu na huku miaka si, saba jumla miaka ishirini ha? Eh, jamani nini? kumi na tatu na saba imekuwa wenga. Hata hesabu hizo, eh, nilikuwa si hodari kwa hesabu lakini hii nitapata eh. Eh. <laughs> Miaka 20 Waislamu walioingia walishindwa na hii miaka miwili, miaka ya waliowekeana mkataba, hakuna nini, hakuna vita, miaka miwili tu, jamaa wakaona eh, jamaa usilimu kama wasiokuwa na akili, wakavunda mkataba wao wenyewe maanake, kumbe kumkataba madhara kwangu mimi hapa. Masahaba walitambua kwamba kumbe hii sulhul Hudaybi ya mtume hakuikubali hivi hivi, wenye huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kukubali jambo ambalo kwamba halina maana. Hakuna ndugu zangu kitu katika maisha zaidi ya amani. Amani ni kitu muhimu sana. Amani ni kitu cha yani, wewe vi ta mai, ma, maisha yawe magumu huku yawe mahukumu, lakini madamu kuna amani, hakuna kutolewa na roho, hakuna kutishiana maisha. Tumshukuruni Mwenyezi Mungu yataka tutunge sana sana, sana. Bado sasa natija ya hichi kiswa chote twasoma nini na nini na nini insha Allah taala, zikija siku zangu tumeambia. <laughs> hapashibu sasa, kila mtu ana siku zake. Nilikuwa nikijua wanawake tu wana siku zao, na sisi pia maimamu siku hizi tuna siku zetu na siku zetu, siku si zetu, zikija tena siku zangu, somo twasoma nini katika hili tukio? Mimi na wewe kama muislamu twataka tusome kitu gani? Tupate faida ya jambo gani? Tuweze kuishi na watu namna gani? Tuweze kuwa wepesi katika uislamu kwa kiasi gani? Kwa, kwa nidhamu gani? Kwa mipangilio gani? Mwenyezi Mungu atutakabalie, Mwenyezi Mungu atubarikie. Waliokuwa kwenye uongozi Mwenyezi Mungu awahifadhi, Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awape nguvu, Mwenyezi Mungu awasahilishie kutu, wat, watusaidie kututumikia, na ambao kwamba wanatarajia tuombe, na ndugu zetu ambao kwamba wana uchaguzi Tanzania, Mwenyezi Mungu aujalie uchaguzi upite salama salimini. Kila mwenye nia nzuri kwa watu Mwenyezi Mungu ampe matakwa yao, na asokuwa na nia nzuri Mwenyezi Mungu ambadilishe ile nia ikiwa kubadilika kwake ni kheri na kama kutobadilika ni kheri, Mwenyezimungu asimpe ampe ule kila mwenye nia nzuri nzuri, Mwenyezimungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, atujalie min alladhina yastamiuna lqaula fayatabiuna ahsana